Kila mmoja atamani kuwa hamilil Qur'an, ameibeba Quran kwa sababu Quran hapa duniani tu ni kinga tosha, baraka iliyojaa tele. Sasa sikwambii kesho akhira, kuna mambo gani yameandaliwa na Allah subhanahu wataala kwa yule ambaye aliyeifanyia kazi Qurani na akaisoma Qurani. Manake kuna watu duniani hapa wanaweza wakawa wanasoma Qurani lakini akawa mlevi akawa haswali. Mimi nishaona vijana duniani huko wamehifadhi Qurani lakini hawaswali wala hawana habari kabisa na, na dini lakini amehifadhi Qurani viko vizuri katika Qurani. Haya ni maajabu na hii ni mtihani mkubwa, lakini mtu ambaye ameibeba Quran amehifadhi Qurani ameisoma Qur'ani vizuri, anaifanyia kazi Qur'ani, siku ya kiama itakuja ikiwa inamuombea, inakuombea pale ambapo umekwama. Inazungumza Qur'ani. Tunaweza, naweza akasema Qur'an itazungumza vipi? Siku ya kiama ni siku nyingine kabisa, kuna vitu vingi tu vinazungumza sio Qur'an, hata mi... vidole vyako vinazungumza, tumbo lako linazungumza mguu wako unazungumza, kila kitu kinazungumza, kinatoa ushahidi mbalimbali. qalu lima shahidtum alaina qalu antaqana llah antaqana llah. Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amevifanya vitamke, Allah aladhi antaka kula shai, aliyevifanya aliyekifanya kila chenye kutamka kinatamka basi viungo hivi vitazungumza sasa. Qurani itamwombea yule mtu ambaye hamilu Quran kwa maana anaifanya kazi Qurani. Kwa hiyo tujitahidi tuwe, tuwe hamilul Quran. Siku hizi kuna lugha, watu wanaitwa mabalozi wa Qurani, ni lugha wanaisikia nafikiri, watu wanaisikia. Aweza akawa mtu balozi wa Qurani hajui hata kusoma arifu be, aitwa balozi wa Qurani hajui lolote, labda kumuhimiza kwamba ifanye kazi ya Qurani vizuri. Lakini kwa hakika balozi wa Qurani lazima awe mfano, mfano wa kuigwa. Kwa hiyo tujitahidi, hiki kikazi kitukumbushe kwamba sisi tunapasa kuifanyia kazi Quran, na ndio mkusanyiko wote unaofanyika duniani na hapa nchini hivi sasa hii mnaona mwamko mkubwa wa mashindano ya Quran mpaka viwanja vikubwa vinajaa, na wanatamani watu wapate uwanja mwingine wajaze viwanja viwili. Lakini hauna maana kama haujawabadilisha watu, hauna maana, hakuna maana kabisa. Hakuna maana ya watu laki moja wamejikusanya sehemu moja, wanaisikiliza Qurani hawaswali, hakuna maana, hakuna maana kabisa kama hiwabadilishi hakuna maana. Lakini kikubwa ni kwamba huu ni mwamko mkubwa na ni ujumbe maalum unatuambia kwamba jamani, tunatakiwa tuibebe Qurani. Hizi zawadi zinazotolewa hizi ni zawadi za kuhimizana tu, lakini tunatakiwa hasa tusome kwa ikhlasi, kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, sio kwa ajili ya zawadi hizi. Tusome ili tuifanyie kazi Qurani. Hili ndiyo jambo muhimu ambalo kila mmoja wetu lazima alifanyie kazi, aliangalie na alifikirie sana jambo hili.